Habari za jioni ndugu zangu, wanatakopu pamoja na viongozi mlikopo humu, pamoja na watanzania wote ambao wapo ndani ya Pretoria, ndani ya South Africa, nje ya South Africa. Ndugu zangu, ni mimi mwenyekiti wenu hapa Swedi, Ramadhani Swedi aka buka t from Takopu Pretoria. Ndugu zangu, na taarifa nafikiri eh, mbili au tatu. Ya kwanza ya kuhusiana na msiba wa uwesu na leo mwili utaondoka kuelekea Tanzania, Dar es Salaam, Mbagala kuu kwa mazishi. Leo ni tarehe kumi mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano. Sasa ndugu zangu, ni la kwanza ni kwamba swala la michango swala la michango Pretoria, baadhi ya watu mmetu let down e, kwa sababu mtu anapokufa ni lazima kuwe na pesa. Kama atazikwa hapa ni pesa, na kama atazikwa nyumbani Tanzania atasafirishwa ni pesa. Sasa tunapopokea msiba, tuna, tuna taratibu zetu tunazifanya za kuchangishana tunahetana kwenye viwanja vyetu vya mikutano kwa wale watakaweza kuja na wale wasioweza kuja kuja, basi kuna majimbo yetu kumi huwa tunawapa vitabu, ndani ya siku tano au siku tatu ikiwezekana wawe wamechangisha randi elfu tatu au elfu mbili mia tano au elfu mbili au hata elfu moja na mia tano kwa kila kitabu, katika vitabu kumi inakuwa imesaidia ndani ya siku tatu nne au hizo tano, na kuna viongozi wetu kwa majimbo ambao tunawajua, tunajuana, tunapeana majukumu, lakini mambo bado yanakuwaga magumu. Sasa hapa nataka nitoe taarifa tu ya majimbo katika hiyo michango ambayo iliochanga. E, jimbo langu la Tavenazi limechanga randi elfu moja na mia nne na katika hiyo elfu moja na mia nne mia sita akatoa mtu mmoja anaitwa Mani Deo jimbo la pili la Brownie Foundation limetoa randi elfu moja jimbo la tatu watu wa mabaki wametoa randi elfu moja na mia saba na hamsini. na baadaye wakamalizia kama randi elfu nne watu wa mabaki kikao cha mwisho sasa. Majimbo mengine kama Gezina haikutoa ta randi moja. E, jimbo la Hombezi na Atrama wametoa randi mia tano Jacobo Mare na sarivakopu ilitoka landi ya hamsini ambayo aliitoa kaka Siuchake, ambaye ni mjumbe wetu wa eneo hilo, alitoa yeye mwenyewe, ila tulipoenda kukusanya ile hela ikabidi tuwavute, tuwa mashati watu wengine pale, wakatoa tena landi mia thalasini watu watatu, bwana Huseni na wenzake wawili na bwana Muba na mwingine wakatoa randi mia thelathini. Mmoja alitoa hamsini, mwingine hamsini na mwingine thelathini. Kwa hiyo ukijumlisha mia thelathini, ndani ya wiki mbili watu wanatoa mia, mia na themanini. Pretoria West, Pretoria West wametuchangia randi mia katika msiba huu na ni Mtanzania mwenzao na ni mamboi wao, wengine mamboi wake wako wengi huko, lakini wamemchangia randi mia Pretoria West. Marabastadi hamna kitu yeah. Sasa amini zumzumu zoom, randi mia tatu ishirini sasa ndugu zanguni, kwa hali hii ambayo nyinyi majimbo mengine hamtaki ushirikiano kwa masuala ya msiba na masuala mini ya ya ugonjwa na misiba, mnategemea nini eh? Tumewekeeni mifumo mizuri ya kujichangisha, kwa sababu mnasema hamna vibali hamwezi kutembea. Haya, changeni huko huko kwa, kwa kwa kwenye maskani zenu au kwenye majimbo yenu, hata kama mjaja kwenye mikutano, basi tunahitaji hicho kiwango cha pesa ili tuweze kufanikisha ile zoezi. Bado mnakuwa wagumu. Sasa mnategemea nini likitokea katika jimbo lenu eh? Mnategemea watu kweli wakuchangieni? Jamani, mnatuchosha. Ujue tunatumia nguvu sana, nguvu nyingi sana kuwaweka sawa. Kuwapa katika kuweka katika miongozo ambayo ya kujielewa lakini hamtaki kujielewa. Watanzania jamani, tuache hayo mambo. Msiba siyo jambo la mtu mmoja, ugonjwa sio jambo la mtu mmoja. Sisi kama tunajaliana katika ugonjwa na msiba, hatuwezi kupata tabu. Kwa hiyo nawaombeni sana, tuzingatie hayo, hilo la kwanza. La pili hapa panaendelea, la pili eh, kama nilivyosema, marehemu wesu anaondoka, mwili unaondoka leo. Sasa ni, yaani nisingependa kuwaficha, nisingependa ni kuwaficha eh, leo asubuhi mimi na kakauliza pamoja na dada wa marehemu pamoja na, na na kaka wa marehemu bwana Bushi dada Lusi, kakauliza na mimi mwenyewe tulienda eh, mochwali eh, yani ofisi za andateka kule ya yeah. kwa hiyo tumeenda kuuliza kwa pamoja taratibu au taarifa za marehemu zikoje. Kwa hiyo taarifa ni kwamba inasema, marehemu amekufa kwa kutokana na train crash, yani ajali ya treni. Kwa hiyo ajali ya treni ya treni ajali ya treni siku zote kunakuwaga hakuna kesi treni ikikugonga kwa sababu treni ina njia yake sheria, kisheria. Treni na, ina, ina njia yake sheria kisheria, ei, ina njia yake. Kwa hiyo kikugonga, ikikugonga, ina maana wewe ndio unabidi uilipe, wewe ndio umeenda kuigonga treni. Ndio sheria ya treni kwayo. Kwa hiyo ripoti pale inaonyesha kwamba ni ajali ya treni, tunaelewa na ndugu zanguni. Kwa hiyo sasa ajali ya treni eh, ndivyo hivyo ilivyo kwamba wewe ndio utashitakiwa sasa. Basi, kwa jinsi hali ya mwili ilivyo, hali ya mwili ilivyo ni mbaya. Yeah, mwili yani ni aibu, yani inasikitisha. Sio, ni aibu, inasikitisha, inasikitisha hali ya mwili ya, yeah, kwa sababu viungo vimekatika katika, katika. Mguu wa kushoto, mguu wa kulia umetoka wote, kuanzia hapa kwenye paja umetoka Alafu mguu wa kushoto uko pisipisi kuanzia chini mpaka juu hapa pisi pisi. Pisi pisi kichwa kimebondeka, kieleweki, shingo iko ni, yani kichwa kiko vyaki, vyaki, yani, shing, yani kichwa yani kama mtu kachinjwa kiko, kiko kule ehe, hiyo ndio hali halisi ya marehemu mikono yote miwili imekatika, mkono uko kule unaunganishwa na ule uko kule unaunganishwa. Kwa hiyo ni ma marehemu kiujumla, in general, kaungwaungwa. Na jana tulinunua nguo, ila tulinunua kanzu kubwa tu ya kumvesha na kitambaa kile cha Kiislamu ndio ambacho atakachovalishwa. Kutoka na kofia isingeweza kuingia. Na katika ku... kusafirishwa, yani kwamba atafungwa kama mzigo, yani kama litachukuliwa shuka kubwa, ataingizwa mule, atafungwa tu vizuri, atawekewa na mbao, atawekwa sawa, yani atarudishwarudishiwa ata tu pisipisi zile, ndivyo atakavyosafirishwa hivyo leo tarehe kumi mwili utaondoka majira ya usiku saa nne na nusu saa nne na dakika arobaini na tano usiku, na mwili utafika kesho alfajiri, siku ya Jumanne tarehe kumi na moja Nyerere International. Kwa hiyo hali ya mwili ipo hivyo, na kabla ya jafa, risasi zilipigwa sana zaidi ya kumi au karibia ya kumi, ila kwa maelezo ambayo tumeyapata leo, kwa jinsi mwili ulivyokuwa umeharibika, matundu ya risasi hakuna. Bukati tena hapa from Takopu Pretoria, ila ila bado kuna question mark, tuna bado tunajiuliza tunajiuliza bado, japo ndio treni ime, imemvunjavunja hivyo vunja ndugu yetu, bado kuna question mark ya kwamba lile eneo aliloruka hawezi kuruka. Tunaelewana ndugu zanguni? lile eneo aliloruka mpaka akaenda kugongwa na treni, kwa sababu ni daraja, akatoka huku akiwa anakimbia na, anarushiwa hizo risasi. Ila hiyo sehemu ambayo aliruka bado inatia mashaka kwamba hawezi kuruka akakutwa huko chini akagongwa na treni, yaani kwamba hawezi kuruka kwa jinsi tunavyopajua na, na sehemu jinsi ilivyo kwa hiyo kunahitajika uchunguzi wa kamera, kama ni kweli aliruka akaenda kuongana treni au alirushwa. Na na nafikiri tunaelewana hapo, ndugu zanguni. Kwa hiyo taarifa au question mark yetu ipo hivyo lakini taarifa ya dokta ni ajali ya treni, bukatii tena hapa ya kwa kumalizia hili eh, tena la michango ili la michango ya kiukweli, dada wa marehemu ameumia sana. To be honest ameumia sana na taratibu zilizokwenda za michango, kwa sababu yeye ni mchangaji mzuri sana wa misiba ya watu especially Joburg na Pretoria yenyewe. alikufa ndugu yangu marehemu kubwa marehemu kubu ilichangwa laki na, na, na arobaini ndani ya siku mbili, ilichangwa randi laki moja na elfu arobaini rent yeye mwenyewe akiwa mmojawapo wa kuchanga hiyo michango, dadarusi dada wa marehemu, lakini yeye leo kaka yake amefariki watu wa Pretoria ambao walikuwa karibu na marehemu mkubu au watu wa karibu wa marehemu mkubu hawajaonyesha ushirikiano wowote wa, wa michango kiukweli. Dada mmemkwaza, na kanipa ujumbe akasikitika sana kwa kweli, na alikuwa anajaribu kuni, kuniambia mwenyekiti, naomba unisaidie awa watu hawa na hawa, naomba uongee nao aweze kunichangia kaka yangu aweze kuondoka, lakini hakuna kilichofanyika, yaani hawajachanga hiyo michango. Tumekaa na msiba takriban wiki mbili sasa, siku kumi na tatu nafikiri yeye, tangia amefariki yes, ndo wiki ya pili yea. Kwa hiyo ndugu zangu, za tuna tabia mbaya tuna tabia mbaya wa Tanzania, baadhi yetu mmemfanyia kitendo sio kizuri dada Rusi. Kwa hiyo bado michango yenu inahitajika, japo tushamaliza swala la hapa Pretoria, kule Tanzania wanahitaji pesa za kugombo, za kugomboa mwili na taratibu za mazishi. Kwa hiyo bado mnaweza mkamtumia dada Rusi, kama mtakuwa amepata hii meseji na mmeguswa lakini mlichomfanyia siyo kitu kizuri. Nyinyi wenyewe mashahidi na mnalijua hili ambalo naloliongea na kwamba amewachangia sana from all the way Johannesburg to Pretoria kwenye msiba wa mare mkubu, na ilichangwa laki like na herufu arobaini na mbili yes, rent ndani ya siku mbili. Sasa leo mdogo wake amefariki. Nyinyi mmemchunia maana yake nini? Anyway, namba yake mnayo na mnajijua kabisa, ambao mnamjua mlo, mlo rusi na mliofanya hivyo bado, mtumieni dada wa ya watu rambirambi. Bukati tena hapa from Takopu, Pretoria. E, ndugu zangu, Bukati nimerudi tena hapa ya bila kumsahau, natoa pongezi bila kumsahau E, balozi wetu ndani ya South Africa Mheshimiwa James bwana pia alitusapoti katika swala la mchango hapa Pretoria, alitusapoti mara nyingi tu. Kiongozi wetu mkuu huwa anatujali katika mambo mengi ya kijamii. Kwa hiyo napenda ni mshukuru sana tena sana kwa kujitolea, kwa kuwasimamia Watanzania wote ambao wanaomuhusu ambao wanaosababisha wamlete hapa, e, kutusimamia. Maana yake ana kazi kubwa sana balozi wetu jamani. Kutokana na nini? anasimamia nchi tatu South Africa, Botswana na Lesotho. Jamani, siyo kazi ndogo. Siyo kazi ndogo. Ana mambo mengi mheshimiwa balozi. Na kila anaposikia jambo la Mtanzania kwa kweli yuko bega kwa bega na sisi kwenye mambo mengi ya kijamii kuanzia magonjwa hadi hiyo misiba. Kwa hiyo napenda tena kukushukuru Mheshimiwa James, bwana balozi wa Tanzania nchini Afrika ya Kusini, Botswana na Lesotho. Asante sana mheshimiwa, tunakupenda sana ya, nafikiri Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ali alifanya maamuzi mazuri mno ya kukuleta kiongozi kama wewe katika nchi hii au nchi hizi za kusini mwa Afrika kwa sababu kiukweli, tuna shida sana watu wako, lakini utuvumilie na tunashukuru tena na tena kwa sapota yako. Tuko pamoja na wewe na tunakupenda sana Bukati, tena hapa from Takopu Pretoria.